Taarifa njema Crispin, na pia kuna shule kutoka pwani sasa hivi zimefanya vizuri <laughs> kama vile Kwale High School imefanya vizuri, Kenyata hai ataita Taveta Mamangina mm. girls Matuga Girls, Kinango boys, bura matugal kinangoboy burabaehnriishule ambazo zimejitahidi Lushango na shule na matokeo ya awali awalikuziangaziuunameezaufanya no. lakini mbali na mtazamaji ni, huku taifa likijiandaa kwa masomo ya grade ya kumi, walimu katika shule za upili wamepewa fursa ya kujifunza kuhusu mtaala wa CBE kupitia tovuti ya KNEC. Akifanya tangazo hilo, afisa mkuu mtendaji wa baraza la mitihani nchini David Njegere alisema kwa kozi hiyo inatolewa bila malipo kwa walimu waliosajiliwa na TSC kama mojawapo ya mikakati ya kuimarisha elimu chini ya mtaala wa CBC. Na kama anavyoarifu Laura Otieno ni kwamba baadhi ya shule pia zimeitaka Wizara ya Elimu kutatua swala la ukosefu wa walimu pamoja na miundo msingi katika shule za upili. Taswira katika miji mbalimbali mbali ilikuwa kama hii wazazi walifurika katika maduka ya kuuzia sare na vitabu kwa matayarisho ya wa wanafunzi kujiunga na gredi ya kumi kuanzia Jumatatu ijayo. Kwa vitabu ni jam, kwa manguo hapa ni jam. Kitu tunaona challenge kidogo ni bei ya, ma ya manguo ndo kidogo imeenda juu, lakini ni kungang'ana. Nilizunguka zunguka kiasi kwa sababu nimepata kama line ime imejaa sana ehe. Lakini nimejaribu ni Nimepata chansi, nimechukua uniform, sasa katika shule za upili matayarisho hasa katika mabweni na madarasa yameshika kasi. Baadhi ya wasimamizi wa shule wanaitaka wizara ya elimu kutatua masala ya ukosefu wa miundombinu inazohitajika chini ya mtaala wa CBE pamoja na kuajiri walimu zaidi. Tunahitaji still walimu ambao watatusaidia kufunza hao grade 10.

Hata hivyo, baraza la mitihani nchini sasa limebaini kuwa walimu wanaweza kujifunza kuhusu mtaala wa CBC kupitia tovuti ya KNEC. Haya yanajiri huku kaimu afisa mtendaji wa tume ya kuajiri walimu Evelyn Mitei akisema kuwa tume hiyo itaangazia masala ya upungufu wa walimu wa sekondari ya juu hivi karibuni it's free you don't pay anything and it will help you a lot as you navigate the process of uh, implementing the senior school uh, curriculum Lora Otieno, Runinga ya yes, Citizen <laughs>